Umeshawahi kujiuliza ni kitu gani hasa kinajificha upande wa pili wa internet? Sio zile kurasa za kawaida tunazotembelea kila siku. Nazungumzia tabaka la ndani kabisa, lile shimo jeusi la ulimwengu wa kidijitali, mahali ambapo udadisi usio na hatia hukutana na kivuli chake kiovu zaidi. Pengine umeshawahi kunisikia nikigusia dark web hapo video za awali, lakini leo leo tunazama chini zaidi kwenye vilindi vyake vyenye sumu, kwenye kona zake zenye siri nzito, ambako hadithi za kweli za kutisha zaidi ndiko zinakozaliwa na kufichwa. Leo na kushika mkono, twende pamoja huko. Lakini safari hii si ya kujifurahisha tu, na kusimulia hadithi halisi, sio tungo za kusisimua kwa dakika chache na kuishia hapo. Hizi hadithi ambazo ziliacha makovu yasiyofutika, ziliwabadilisha watu milele ziliwafanya watu wenye akili timamu, watu wenye maisha yao, wajute sio tu kitendo cha kuingia bali wajute hata ile sekunde walipofikiria giza la Dark Web. Kilichopo mbele yako kinaweza kubadilisha jinsi unavyotizama mtandao na hata ulimwengu wenyewe. Maneno utakayosikia ni kama chembe za sumu zikiingia kwenye mfumo wako, athari yake ni ya kudumu. Picha zitakazojengeka akilini mwako zitakuwa na tabia ya kurudi pasipo kutarajiwa. Kama kuna chembe ya wa wasiwasi moyoni mwako, huu ndio wakati sahihi wa kuondoka. Lakini kama ile kiu ya kujua ukweli uliofichwa gizani bado inakuita, basi sogea karibu. Hapa ndugu, ni Kizani. Aliitwa Night Crawler 77 kwenye moja ya vikao vya siri vya Dark Web. Jina lake halisi historia yake yote, hayo yalibaki kwenye ulimwengu wa juu. Huku chini alikuwa moja tu kati ya wengi waliovutwa na minong'ono ya kutisha. Hadithi za red rooms alisikia kuwa ni maonyesho ya moja kwa moja yani live, maonyesho ya kinyama ambapo watu hulipa kwa bitcoin kushuhudia mateso au hata vifo. Wengi walisema ni hekaya tu, ila Nightcrawler 77 alitaka kujua ukweli. Alikuwa na kiu hatari ya kufunua aliyofichwa Siku moja baada ya wiki za kutafuta alipata link. Haikuwa rahisi, kwani ilidai uthibitisho pamoja na kiasi cha fedha aina ya Bitcoin, ila alifanya hivyo. Ghafla skrini ya kompyuta ikawa nyeusi kwa muda, kisha ikafunguka kuonyesha chumba chenye mwanga hafifu sana, kuta zake zikionekana kuwa zimechoka. Katikati mtu alikuwa amekaa kwenye kiti akiwa ameinamisha kichwa, kamera ikimchunguza kwa utulivu picha ikionekana na ukungu kutokana na, na udhaifu wa quality wa kamera hiyo. Hakukuwa na sauti ila mdundu wa mbali ulisikika kupitia spika za kompyuta yake, mapigo ya moyo yaliyochoka yakitoka mahala alipoketi mhusika. Nightcaller 77 alishusha pumzi na kujiambia kwamba haya lazima yatakuwa maigizo, aliwaza akijaribu kujipa moyo kusema, au labda ni rekodi ya zamani tu. Alijisogeza karibu na skrini akijaribu kutafuta kasoro kitu cha kuthibitisha kuwa anachotizama ni bandia. Yule jamaa aliyokaa kwenye kiti aliendelea kuwa kimya, ilikuwa kama sanamu ya mateso. Nightcrawler 77 alianza kuhisi kichefuchefu, lakini ile kiu ya kujua ilimzuia kufunga dirisha. Alitaka kuona. Ndipo taratibu kichwa cha yule mtu kilianza kuinuka. Nightcrawler 77 alibana pumzi Macho ya yule mtu yalikuwa amevimba lakini yalionekana kumtazama moja kwa moja kupitia screen. Na kisha kwa mkono uliokuwa unatetemeka kana kwamba kwa, kwa nguvu za mwisho yule mtu alionyesha kidole kuelekea ukuta uliochafuka nyuma yake, palikuwa na maandishi. Yalikuwa yameandikwa kwa rangi nyekundu, ilionekana kwa uhafifu kwenye ule mwanga duni, herufi chafu zilizopinda, lakini zilizosomeka kwa wazi, ziliandikwa Nightcrawler 77, tunakutazama Baridi kali ilimshika Netcala 77. Sio ile baridi ya upepo, ilikuwa baridi ya ndani, baridi inosafiri kwenye mifupa. Akili yake iligoma kukubali, hii, hii haiwezekani, alijishawishi. Ni jina lake ndio la mtandaoni, lakini kivipi? Kwa haraka aliangalia anwani ya ile tovuti, ilikuwa mfuatano wa herufi na namba zisizoeleweka, kama ilivyo kawaida kwenye mitandao hii. Iko hivi ili kuficha identity ya mtazamaji. Sasa kivipi wamenigundua? Ghafla taa ndogo kwenye webcam au kamera ya kompyuta yake ile ambayo hutumia kwenye matumizi mengine kujirekodi rikodi iliwaka. Kikawaida hujiwasha mpaka anapokusudia kufanya hivyo, na haikuishia hapo, bali ilianza kumurika kama jicho lililofunguliwa gizani likimtazama. Moyo wake ulikuwa kama unataka kuruka kifuani halisi, jasho likimtoka kwenye paji la uso. Chumba chake ambacho dakika chache zilizopita kilikuwa salama sasa kina hisia ya uwepo usioonekana. Kwa mshtuko mkubwa, alifunga ile tovuti kwa nguvu, akachomoa waya wa internet kutoka kwenye kompyuta, akikimbia kutoka chumbani kwake, akihisi kana kwamba anafukuzwa na kivuli kisichoonekana. Kwa siku mbili zilizofuata, Nightcrawler 77 hakuweza kulala. Kila sauti ilikuwa tishio, kila kivuli kilikuwa na umbo. Aliogopa hata kuwasha kompyuta yake, lakini alihitaji kuonya wengine. Alihitaji kujua kama hii ilikuwa inamtokea yeye tu au la. Akitumia simu ya rafiki yake, mikono yake ikiwa bado inatetemeka, aliingia kwenye moja ya majukwaa ya Reddit yanayojadili mambo ya giza ya mtandao. Aliandika chapisho fupi, lilijaa hofu. Chapisho lilisema I saw it, they knew my name, my webcam was on, I am not safe They, they are here, ikitafsirika, nimeiona, wamejua jina langu, webcam yangu ilijiwasha, siko salama, wako hapa tayari au wameshanigundua. Kwa bahati mbaya, hilo lilikuwa chapisho lake la kila mwisho. Akaunti ya Netcrawler 77 ilinyamaza kimya. Badala ya hapo watu waliuliza, walijadili, walitoa nadharia, lakini Netcrawler hakujibu tena siku chache baadaye akaunti yake ilifutwa kabisa, kama haijawahi kuwepo na alitoweka. Hapa ndipo itakuwa mwisho wa stori ya kwanza, mtazamaji. Sasa hebu tuelewane, red rooms ni nini hasa? Baadhi yenu tayari mnafahamu kwa nikizani imeshawahi toa maelezo kuhusu red rooms, ila kwa wale wageni, hizi ni tofauti za siri zinazodaiwa kuonyesha mateso ya moja kwa moja, mauaji au aina nyingine za ukatili uliokithiri kwa watazamaji wanaolipia. Wataalamu wengi wa usalama wa mtandao na wapelelezi wanasema nyingi, kama sio zote, ni ulaghai tu, njia za kuiba pesa kutoka kwa watu wenye udadisi. Lakini hadithi kama za Night Caller 77 zinaendelea kusambaa na swali linabaki, je, yeah, udadisi wako una thamani gani? Ile hamu ya kuchungulia kwenye giza, uko tayari kulipa gharama yake ikiwa giza hilo litaamua kukuchungulia na wewe pia? Kwa Net Cola 77 udadisi haukuishia kwenye kutazama tu, walimfanya kuishia kwenye hadithi unayosikia leo. Kuna majukwaa kwenye kona za mbali za mitandao yaliyofichwa kwa ustadi, ambayo hayaahidi tu maarifa, bali ukweli uliofichwa kwa wengi. Na japo sasa amefika huko, ila hayakuanzia kama sehemu za ibada za waziwazi -wazi mara nyingi huanzia kama vikundi vya mjadala, falsafa, hacking ya kimaadili au white hat hacking, au hata kutafuta njia mbadala za maisha. Hivi ndivyo vyanzo vilivyoripotiwa kusababisha kuanza kwa wengi waliojikuta wamenaswa. Baki na mimi mtazamaji, utanielewa. Karibuni. Fikiria mtu tumwite Alex kwa ajili ya usalama wake, ingawa jina lake halisi na alama zake za kidijitali zimepotezwa. Alex alikuwa anatafuta majibu ambayo ulimwengu wa kawaida haukumpa, kupelekea kujikwaa kwenye jukwaa linalojiita The Inner Circle. Lilikuwa na mvuto wa kipekee. Lugha iliyotumika ilikuwa ya kina, washiriki walionekana kuwa na uelewa mpana, na kulikuwa na hisia ya kuwa sehemu iliyo maalum, yenye hisia ya usiri. Mwanzoni ilikuwa ni kubadilisha mawazo, kupewa vitabu vya kusoma na mazoezi ya kutafakari, lakini Taratibu, sauti ya kiongozi wa jukwaa, alijitambulisha tu kama the Oracle, ilianza kuwa na uzito zaidi. Ujumbe wa moja kwa moja ulianza kumfikia Alex, ukimsifu kwa uwezo wake wa kipekee wa kuelewa, ukimwambia alikuwa amechaguliwa kwa ajili ya kazi kubwa zaidi. Kisha maagizo yalianza kuwa magumu zaidi, yakidai utiifu kamili. Kuna ripoti za watu katika vikundi kama hivi wakiambiwa wafanye mambo yasiyo ya kawaida. Alex kwa mfano alisimulia baadaye katika chapisho fupi lililofutwa haraka jinsi walivyoelekezwa. Alisema aliambiwa ajinyime usingizi kwa siku tatu mfululizo, ili kupokea nuru na kusafisha akili yake na sumu za ulimwengu wa nje. Hakufikiria ni ujinga, bali alitii. Katika hali hiyo ya uchovu na kuathirika kisaikolojia, ukweli na ndoto vilianza kuchanganyika. Kiongozi wao, the Oracle, alizungumzia kupaa kwa viwango vya juu vya ufahamu na jinsi waliochaguliwa wataacha miili yao ya kidunia nyuma. Siku zilikatika na watu walianza kutoweka kwenye mtandao huu. Wakati Alex alipouliza, majibu yalikuwa ya kimafumbo, alijibiwa, tayari wameshavuka, wamejiunga na wimbi kuu. Sio jibu ambalo lilimsaidia kufahamu nini kinaendelea, ila Alex alipokea. Watafiti wa matukio haya huzungumzia jinsi vikundi hivi hutumia mbinu za manipulation kisaikolojia kama vile brainwashing zilizokubwa Baadhi ya mambo anayofanya ni kukutenga na ulimwengu wa nje, kurudia rudia kauli mbiu, kudhibiti taarifa na kutumia hofu na ahadi za ukombozi. Ila mtazamaji, we unahisi nini kiliendelea? Je, yeah, ni ushawishi wa kisaikolojia tu unaopelekea watu kupoteza dira, au kuna kitu chingine kinachoendelea katika jamii hizi za siri zinazotumia giza la mtandao kuficha shughuli zao? Naomba comment hapo chini. Wacha tuendelee na hadithi hii. Baada ya muda kupita, kama kawaida, Alex alilogin kuingia kwenye the inner circle, lakini tovuti hii ilikuwa imepotea. Kila linki, kila njia ya kufikia ilikuwa imezimwa. Kabla ya kutoweka kabisa, wale wachache waliofanikiwa kuingia kwa mara ya mwisho waliripoti kuona ujumbe mmoja tu kwenye kurasa ya mbele uliowekwa na the oracle. ujumbe huu ulikuwa na neno moja lililoandikwa kwa herufi kubwa, kana kwamba ni tangazo la mwisho Kuliandikwa ascended maana yake aliopaa au kuruka. Alex alibaki na makovu ya kisaikolojia na maswali yasiyo na majibu, pia gharama nyingi zilizomkumba za kifedha. Je, alijiuliza, wenzake walipaa kweli au walitoweka katika mazingira mengine ya kutisha zaidi? Huenda yeye na bahati kuachwa nyuma. Ukweli kuhusu the inner circle na vikundi kama hivyo unabaki kufunikwa na giza na hadithi za wale waliokaribia kingo zake zinabaki kuwa maonyo ya kutisha. Kulikuwa na blog moja iliyojificha kwenye kona tulivu ya Clearnet. Clearnet ni maeneo ya mtandao ambayo wengi wetu ndio tunaperusi, Google, YouTube na kadhalika. Hivyo mtandao huu uliokuwa upo katika Clearnet ulikuwa na maudhui yaliyokuwa yanachimba kwenye kina kirefu cha dark web. Ni kama vile mbwa mwitu mwenye vazi la kondoo. Mwandishi wake aliyejitambulisha tu kama Veritas Sika alikuwa na mtindo wa uandishi wa utulivu, kama vile uandishi wa habari za uchunguzi. Kwa miezi kadhaa, alikuwa akifichua tovuti za ulaghai, masoko ya bidhaa haramu, na hata kuonya kuhusu majukwaa yaliyokuwa yakitumika kwa shughuli za kihalifu. Kila chapisho lilikuwa na utafiti wa kina. Alifanya kazi nzuri sana na alionekana kutokuwa na hofu. Lakini siku moja, ton ya Veritas Sika ilibadilika. Chapisho lake jipya lilikuwa fupi na lilianza na onyo isiyo ya kawaida aliandika, I've discovered something, something that shouldn't exist even on the dark web. I don't know how to explain it. It's worse, ikitafsirika, nimegundua kitu, kitu ambacho hakitakiwi kuwepo hata kwenye giza la dark web, sijui nielezeje, kwani ni kibaya mno. Katika wiki zilizofuata machapisho yake yakawa ya wasiwasi wasi zaidi. Alianza kuzungumzia hisia za kufuatiliwa. Katika moja ya tweets zake fupi ambazo baadaye zilifutwa, aliandika There is a glitch in my security system. It's unusual. It's probably just bad luck. kuna hitilafu kwenye mfumo wangu wa usalama, sio kawaida, ila pengine ni bahati mbaya tu. Kisha, kisha akaandika chapisho refu kidogo akidokeza kuwa amepata ushahidi unaohusisha kundi fulani la hackers wenye sifa mbaya na wizi mkubwa wa data za serikali. Aliandika, wana mikono mirefu na nina hakika hawatafurahia niliyoyagundua. Iwapo nitapotea, mjue ni wapi pa kuanzia kutafuta. Hii ilionekana kama hatari inayoeleweka, tishio linalojulikana. Wengi walimshauri kuwa makini. Wengine walimsifu kwa ujasiri wake. Lakini siku chache baadaye, chapisho la kushangaza zaidi lilitokea kwenye blogu yake, na lilikuwa tofauti sana na lile la awali kuhusu hackers. Lilikuwa fupi na lenye kukatisha tamaa. Chapisho lilisema maneno yafuatayo: sio wao, nilikuwa nimekosea. Hiki ni kitu kingine, kitu ambacho hakina jina, hakina uso ni mtandao wa kivuli. Wanajua ninachojua. Nimeacha faili, ikiwa sitaonekana kwa saa sabini na mbili, itatoka. Hiyo ilikuwa kauli yake ya mwisho yenye kujielezea, kwani baada ya hapo tweet moja tu yenye neno moja lilifikia watu likiandikwa, wanakuja. Saa chache baadaye blog ya Veritas Sika ilionyesha kosa la 404 kuonyesha kuwa haipatikani mtandaoni akaunti yake ya Twitter ilifutwa, kila alama yake ya kidijitali ilitoweka, kana kwamba haijawahi kuwepo. Zile faili alizosema angeziachia hazikuwahi kuona mwanga wa siku. Je, yeah. Kweli alienda mafichoni akijaribu kukwepa hatari aliyoiona, au wale aliowataja wale wasio na jina walimfikia kabla hajatekeleza ahadi yake? Ukimya unamzunguka Veritasika ni mzito. Hakuna habari, hakuna dalili, hakuna chochote amebaki kuwa hadithi nyingine ya onyo ya mtu aliyeangalia sana kwenye giza mpaka giza likamrudishia macho na kummeza mtazamaji. Nia yangu hapa sio kukatisha tamaa ya kuuliza maswali au kutafuta uelewa. Udadisi ni sehemu ya ubinadamu ambayo chaneli ya Kizani inashajihisha zaidi kupitia video zake, lakini nachosisitiza ni kuwa makini sana na wapi unatafuta majibu. Kuna milango ambayo ikishafunguliwa haiwezi kufungwa tena kirahisi. Kuna njia ambazo ukiziingia kurudi kwake ni shida. Kama ulifikiri hadithi hizi za leo zinatisha, fikiria yale ambayo hatukuweza kuyaonyesha, yale ambayo yamebaki kwenye vivuli yakisubiri. Kwa wale ambao wangependa kuchimba zaidi kuhusu ulimwengu huu wa dark web na kuelewa hatari zake kwa undani zaidi, kuna kitabu tunatoa cha Kiswahili kinachoitwa The Darkest Web. Bei ni shilingi elfu tano. Nitafute whatsapp kwa namba hiyo ili kujipatia. Kumbuka maneno ya mwanzo, unapochungulia giza, giza nalo linaweza rudisha macho. Hivyo kuwa makini, lisikutazame. Usisahau kusupport channel hii kwa kulike, kucomment na kusubscribe, na washukuru sana supporters wangu wa muda mrefu. Hapa ni Kizani, sehemu ambayo siri na elimu nzito hufichuliwa.